wa taarifa hizo zikiwa zinasambaa mitandaoni, anasema amefika eneo la tukio, akawaambia watanzania wawe na subra, atatoa taarifa zaidi. Kamanda Lutumo alisema hivyo. Lakini kwa upande wake, meneja Tanesco mkoa wa Mara, Nickson Babu amesema mwili wa marehemu umehifadhiwa katika Hospitali Teule ya Wilaya ya Bunda huku akisubiri taarifa zaidi kuhusu taratibu nyingine. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upande wake amesema amepokea kwa masikitiko taarifa vifo hivyo vya Mhandisi Boniface Gissima Nyamohanga, mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Umeme TANESCO, pamoja na dereva wake mwajiri Muhamedi Haule, vilivyotokea usiku wa kuamkia leo kwa ajali ya barabarani eneo la Bunda mkoani Mara. Akatoa pole kwa familia, naibu waziri wa mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Dkt. Doto Biteko, watumishi wa TANESCO, ndugu jamaa na marafiki, akawaomba Mwenyezi Mungu azijalie familia ndugu jamaa na marafiki subra uvumilivu na moyo wa ibada katika kipindi hiki kigumu. Mwenyezi Mungu azilaze roho zao mahali pema peponi. Lakini Tanesco nao wakachapisha taarifa kupitia mitandao ya kijamii, wenyewe Tanesco wameguswa na msiba huo kinaga ubaga, huku wengi wakisikitishwa na utendaji kazi hodari kupotea mapema hivi. Ndo tanzania hatuna bahati. Tanesco sasa kupitia makao makuu wamechapisha andiko likisema bodi ya wakurugenzi ya shirika la umeme Tanesco linasikitika kutangaza kifo aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa Tanesco mhandisi Gisima kilichotokea leo tarehe 13, 2025 April, kufuatia ajali ya gari iliyotokea katika wilaya ya Bunda mkoani Mara. Bodi ya kurugenzi katoa pole kwa familia Mrehem, ya marehemu ndugu, jamaa, fanyakazi wa Tanesco na Tanzania wote kwa msiba huo mkubwa. Taarifa zaidi kuhusu taratibu za mazishi na shughuli nyingine za maombolezo zitatolewa kadiri mipango itakavyokuwa inaendelea. Taarifa hiyo katolewa na kurugenzi ya mawasiliano huduma kwa wateja Tanesco makao makuu Dodoma. Lakini tunarudi kwenye hoja ile ile, ni kwamba Tanzania hatuna bahati. Ni moja kati ya viongozi ambayo alionyesha mwanga mkubwa sana katika utendaji wa kazi. Tanzania tumemkosa kiongozi mchapakazi ambaye amefariki, inabidi tuliombee taifa. Nyamo-Hanga anapongezwa kwa kulitendea haki taifa, alijua kuchapa kazi na kutumia IQ kubwa pia. Ameachia vitu vingi na kufanya vitu vingi Tanesco, sio kama tuna mpamba, lakini kazi yake imeonekana hata kwa macho. Hapo atakumbuka katika kusherekea siku ya wanawake duniani tamasha kubwa lilofanyika pale Mlimani City, jinsi ya wafanyakazi wa Tanesco walivyokuwa wakimpigia makofi na kuthamini uwepo wake mbele ya Waziri Biteko. Mungu ailaze roho ya mahali pema peponi.